Na utakapofariki na mpaka kaburi lako tutakuwa tunalinda sisi, bado wanaendelea kuwa mteja wetu. Nikamwambia rabi <laughs> lakini na, napata habari, nasoma magazeti, nasoma kwenye mitandao, na nyinyi mtakuwa mnafahamu zaidi pengine kuliko mimi. Kauli mbiu ziko nyingi Anasema piga kura, linda kura yako hmm. Ukiambiwa kaa mita mia mbili wambie njoo ukae wewe <laughs> kama, kama unapapenda hapa hmm. Na kuna wengine wanasema Oktoba tunatiki tiki <laughs> kumbe wako wengi <laughs> Na wengine wanasema no reform, no election sasa. <laughs> Kauli hizi ziko, ziko za namna mbalimbali, lakini kijambo la kutia moyo ni kwamba, na nachoweza kuambia Watanzania wenzangu itakapofika wakati wa kupiga kura hiyo Oktoba kwa tarehe itakayotajwa na tume, akili za kuambiwa changanya na zako. Wanasiasa watasema mengi <coughs> mi nimestaafu. <Mr>. <coughs> Sijui kama namenda pata nafasi ya kupiga debe <clears throat> lakini hilo utakaosikia mengi, kufanya uamuzi wa busara ili nchi yetu ipate viongozi watakaolitoa taifa letu hapa na kulipeleka mbele kwenye maendeleo makubwa zaidi kwenye amani na kwenye utulivu. Nilipokuwa nagombea urais kwa mara ya kwanza, moja ya jambo ambalo nilikuwa nimekuwa ninasisitiza sana na ile timu yangu niliyokuwa nayo, kitu cha kwanza nilisema holding the country together. Tanzania ni nchi ya makabila mia na ishirini, wa rangi mbalimbali wa makabila mbalimbali, wa dini mbalimbali mbali. Na wako wengine wengi tu hawafungamani na upande wowote kwenye dini, wapo tu. Kuishikilia nchi kwa pamoja ya namna hiyo ni kazi ngumu sana, lakini ukisema kama kiongozi hii ni, ni dhima yangu ya kwanza Holding the country together A nation of diversity. We will celebrate our differences, lakini isiwe ndio misingi ya kutugawa. Wewe mwenyewe unayeongoza ukiwagawa watu katika misingi hiyo <laughs> wenyewe utakuwa sasa ni rais wa vipande vipande, kuna kipande kimoja chako na kuna kipande kingine sio chako. Sasa wale waliosema sio chako watatafuta wapi rais wao? watatafuta wapi viongozi wao ama E, kwa lugha waqs kwenye mazingira hayo, ama wakatae. Na katika kukataa, hujui watakataa wata, wata, wata namna gani. Lakini pili, tume huru ya uchaguzi iendelee kufanya kazi yake kwa weledi, kwa uhuru na uwazi, na wananchi waamini hivyo, vyama vya siasa viamini hivyo wananchi wakiamini na vya visivyo kiamini, mnapata utulivu katika nchi. Uchaguzi unafanyika, aliyeshinda kashinda, na aliyeshindwa anasema nimeshindwa, nilijitahidi, lakini wenzangu wamenizidi maarifa, lakini sio maarifa yale ya, ya ujanja ujanja, ili wamezidi maarifa, hoja zao zilikuwa strong, mimi nimeshindwa kujenga hoja ya kutosha eh? kwa hiyo hayo nayo hilo nilatume nila tatu jeshi la polisi na vyombo vya usalama viendelee kufanya majukumu yao kwa weledi na kuheshimu haki za kisiasa za raia na kuhakikisha kuwa kuna kuwa na ulinzi na usalama wakati wote. Raia wana haki zao za kisiasa, wasinyimwe haki hiyo ya, ya kisiasa, lakini kazi yao vyombo vyetu vya na usalama kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha throughout kipindi cha uchaguzi. La nne, vyama vya siasa vishindane kwa hoja, sio kwa kejeli, sio kwa vitisho, sio kwa matusi, sio kwa ugomvi au kwa mifarakano. Baba wa taifa aliwahi kusema uchaguzi ni vita ya hoja, si vita ya mapanga na risasi. Mwisho wa kunukuu. Vyama vishindane kwa hoja na ushawishi, maana kuna maisha baada ya uchaguzi. Isiwe baada ya uchaguzi watu kwa vyama vya siasa hawaoleani vyama vya siasa kwa msingi wa vyama vya siasa, wanaachana kwa sababu kwenye uchaguzi, "Bwana, hukuunga mkono chama changu, basi katafute waume huko huko." Hatuwezi, hatuwezi kwenda hivyo mm. Sisi tunakaa kwenye nyumba moja, mi napenda timu ya Yanga, wangu anapenda timu ya Simba, kweli kweli, <laughs> lakini ni mke na mume tunalala kitanda kimoja, mpishi yeye, miye mlaji. <gibishi> siku ya mpira, kama kusikiliza redio, kila mtu anakwenda kusikilizia kwake. Mkitoka hapo <gibishi> aliyeshinda akashinda, aliyeshindwa amenuna, basi lakini hamzungumzi mambo ya mpira, sasa mnazungumza habari ya chakula atosho ahale na nini, ndio hivyo jamani. Haiwezekani watu wote nyinyi, me mnafikiri namna moja tu. Binadamu hao hawapo, binadamu hao hawapo kabisa. Kama ukute wote sisi kwenye tumezaliwa tisa kwa baba yetu hmm, wako wengi wanapenda Yanga, wengi wanapenda Simba hey, lakini tunapokuwa na shughuli za ukoo hatujadili ya mpira. Hata kwenye familia zetu wako wengine na wa, watoto wa wa, ndugu yangu mmoja <laughs> hivi alikuwa alikuwa kafu wa kutupa mm, kwa lugha ya mjini, lakini akija tu baba mdogo, shikamoo, marahaba, tunazungumza ya ukoo, tunaachana baada ya hapo. Kwenye mashughuli ya siasa, yeye anapanda jukwaa lake na mi napanda jukwaa jukwaa langu. Ndio hivyo maana, tusigeuze kwamba kwa vyama vya siasa ni msingi wa, wa kufarakana, hamzungumzi kwa sababu tu wenzako yuko chama tofauti na chako, wakati eh, ah, mmoja kule Zanzibar kule walikuwa wamefikia mahali ambapo kama imamu pale ni wakafu watu wa CCM wanama, wanasubiri kwanza amalize sala, halafu anakwenda imamu wa CCM na watu wake msikiti huo huo, it had just gone bad. Sabana, I use my political capital tuwaunganisha ha watu. Nashukuru kwamba tulifika hapo, so vyama vya siasa tusigeuze tusige shughuli zetu za siasa kwamba ni msingi wa kufarakanisha watu. Tano, na mahakama na vyombo vingine vilivyopewa mamlaka ya kutatua migogoro na malalamiko yatokanayo na mchakato wa uchaguzi, vitekeleze wajibu wao huo kwa kuzingatia sheria na kwa uharaka wa utoaji wa haki. Sita na mwisho japo sio kwa umuhimu wananchi waelimishwe na kuhamasishwa kushiriki katika uchaguzi kwa amani ili kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi, iwe kwa kupiga kura au kwa kupigiwa kura. Ndugu zangu, baada ya maneno yangu mengi hayo, na uzuri wenyewe mmekuwa mnanisikiliza.